Ikiwa ni mwendelezo wa masomo yetu ambayo ni siri za madarasa mia moja. Kama nafatiwa kwa mara ya kwanza darasa la ishirini na saba basi kuna darasa la kwanza mpaka la ishirini na sita ambayo sasa uko la ishirini na saba lakini la ishirini na nane mpaka mia moja ambalo tumeamua kutoa au nimeamua kutoa kama fadhila ya wale wote ambao mnafuatilia mitandao ya kijamii ikiwemo TikTok, Instagram, Facebook na YouTube ikiwa sikuangu wa kuzalia kwao za hizi video ni ziko mia moja ambazo zote zimetolewa siku moja, sikumoja kufuatilia na kuweza kujua kile ambacho kinaendelea, lakini wewe ambao unafuatilia, unaweza kupata maarifa mengi zaidi ya kiafya ambayo ni sana hezi kwa mwanamke na kuhakikisha unakuwa salama au kuweza kutambua changamoto ambazo umekuwa ukipitia na kuweza kumsaidia au wewe mwanamke ambao unafuatilia kujisaidia na kuweza kutambua lipi ambalo likijitokeza ni zuri na lipi ambalo ukiliona kwamba ni hatari na ndivyo ukachukua hatua. Lengo ni kukufanya wewe uweze kuwa salama kipindi chote, tukiwa tunaendelea na madarasa au tukiwa tunajibu maswali mbalimbali ambayo wanawake wamekuwa wakipitia wakati wa hedhi. Swali, miongoni mwa maswali ambayo nimekuwa nikiulizwa ni kwa kwa nini baadhi ya wanawake wamekuwa wakipata hedhi siku ya kwanza tu na siku ya pili mwanaume anakuwa amepungua na baada ya hapo anakuwa hakuna kabisa. Sasa hili swali linatokana na nini? Hili swali linatokana na wengi baada ya kujisema wamepitia maumivu makali sana muda mrefu, lakini baada ya kufuatilia na kutaka kujua ni kitu gani ambacho huwa kinatokea, ni pale ambapo mwanamke anaambiwa kwamba mimi, bwana, mimi kwangu mimi ni siku moja tu ambapo nahisi maumivu makali sana, lakini haya nifanye mimi kuweza kulala muda mrefu, hanifanye mimi niende niweza kushindwa kula au kufanya kazi, lakini siku ya pili amekuwa maumivu madogo kabisa ambayo ni ya kawaida, nikutenge tu pedi kwa sababu damu zinatoka, na siku ya tatu mimi kwangu inakuwa imeisha kabisa. Lakini kuna mtu ambaye anaendelea muda mrefu zaidi, siku tatu, siku nne, na bado siku zote hizo zinakuwa na maumivu. Sasa nini huwa kinatokea? Nafikiri ndio swali ambalo watu wanajiuliza sasa hivi, au swali ambalo mimi na najiuliza na nakujibu wewe kwako. Sasa, kwa nini siku ya kwanza huwa ngumu zaidi? Ndio na wengi, kwa sababu siku ya kwanza huwa ngumu zaidi, lakini baada hapo huwa inapungua. Lakini kwa wale ambao maumivu yao na siku nyingi zaidi, rudia video ya 26, 25, 24, 23 na 21, nitaweza kukujibu haya ambayo ninazungumza hapa. Prostaglandins huwa ya, ya juu zaidi. Kwa nini huwa juu? Ni kipindi ambacho mwili unakuwa kwa kiwango kijuu au mikazo ya mwanzo huwa ni mikali zaidi au ni yenye nguvu zaidi. Ipo sababu gani? Ni nini? Ni kemikali ambazo huwa zinazalishwa kwa sababu ya kuruhusu mji wa mimba ambao umetengenezwa, e kwa ajili ya kuruhusu mimba kukua. Huwa zinatolewa pale ambapo mimba hazijatungishwa au ilikuwa hajatungishwa, kwa kinachotokea hii kemikali huwa zinakuja na kuruhusu mikunjo ya mji wa mimba au mkoko wa uzazi, afu ile leo ambayo imetengenezwa huwa inajivua na kupelekea mwanamke kuhisi maumivu. Kwa hiyo mkunjo wa kuruhusu ile sehemu ya nje iweze kutoka kwa mwanamke, anahisi maumivu. Kwa hiyo siku ya kwanza ya hedhi kwa mwanamke anahisi maumivu makali sana au kwa sababu ya prostaglandins imekuwa kwa kiwango kikubwa zaidi. Mikazo ya mwanzo huwa ni kali zaidi, nishasema, lakini baada ya hapo mwili hurudi katika kawaida, wewe ambao unamzunguka kawaida kabisa, na tumesema hizi ni afya, lazima tuangalie vitu vingapi? ni vitatu. ya kwanza, lazima tuangalie tuangalie kiwango cha damu ambacho kinatoka na pili, lazima tuangalie maumivu ambayo mwanamke anayasikia na tatu, lazima tuangalie hedhi huwa inaenda siku ngapi. Hii ndio itakupa wewe mwongozo wa kujua kwamba wewe ni wa kawaida au sio wa kawaida, hususan pale ambapo unakuwa katika hedhi hedhi ni uzazi na usana vipi. Ufuatilie madarasa ya nyuma na kuweza kujifunza ni kitu gani ambacho nimekizungumza hapa, lakini hii ndio maana maumivu hupungua baada ya hii prostaglandin baada ya siku mbili siku tatu kuweza kushuka kiwango, sababu ile kazi mwanamke anarudi kufanya imeisha kabisa. Kwa hiyo mwanamke atahisi maumivu ya, ya kupungua ukilinganisha na siku ya kwanza ambayo kwa wanawake wengi wamekuwa wakipitia maumivu makali sana. Lakini wewe ambaye utakuwa na maumivu siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu na kuendelea, unahitaji msaada ili kuhakikisha unakuwa salama na afya yako inakuwa bora kabisa. Siku ya kwanza ni sauti ya kuweza kuweka mzunguko wako sawa au kukupa taarifa ni sauti ambayo inakuonyesha siku ya kwanza kwamba wewe upo katika hedhi ndio ukachukua hatua kwa kuweza kujitengenezea mazingira ambayo ni salama na afya lakini pia ni sauti ambayo inatoka mwilini mwako na kuhakikisha unakuwa salama kabisa haya madarasa muhimu kwa darasa la 27 usisahau ku like ku share na ku subscribe ili kupata madarasa mengi zaidi ya kiafya kama itakuwa darasa lako la kwanza la 27 basi ujue la 28 basi ujue kuna madarasa mengi ambayo yako nyuma ya kuweza kusaidia wewe, kumsaidia mwenzako, kumsaidia binti yako, yote ma kuwa ni mtumishi wa afya, mwalimu mwenzi, mwenzi au mwenyewe mwanamke mwenyewe, mtoto unasikiliza, kwa sababu darasani afya na kuwa miongoni mwa watu ambao watapata maarifa mengi kwa lugha nyepesi zaidi ambayo hauhitaji kufundisha sehemu nyingine yoyote, au unapofundishwa, unapokuwa na mawazo, kwa sababu tayari taarifa ishakuwa kubwa, unakuwa ni kama vile hauelewi, unachokiwaza ni kutafuta tu msaada. Lakini hapa unaelezewa jambo mapema zaidi, na hatuweza kuchukua mapema zaidi, ili kuhakikisha na afya yako inakuwa salama wakati wote, haijalishi umesoma au hujasoma, kwa kiwango cha rahisi kabisa ambacho hata mimi ni mwalimu nimeamua kufundisha hivyo. Usitumie nguvu, usianze kukaribisha vitu vigumu ambavyo mwisho wa siku havitakusaidia moja kwa moja, au vitahitaji nguvu ili kuweza kutoka tena na kujifunza tena zaidi, lakini hapa unavipata vitu kwa lugha nyepesi. Fuatilia madarasa kuanzia la kwanza mpaka la mia moja utaelewa nini ambacho nakizungumza, na utaelewa kwa sababu gani huwa nimetoa hizi video. Asante na mpaka wakati mwingine.